Basi ni kiwango kikubwa thuluth ya Alquran Alkarim ni juzuu kumi na thuluth ya jambo lolote lile huwa ni kitu kikubwa na ndiyo maana sura ya kul ya Qul huwa Allahu Ahad, ambayo ni Suratul Ikhlas, imebeba fadhila kubwa, kwa sababu ni thuluthul Qur'an. Na thuluth ni moja juu ya tatu. Kitu kikigawiwa sehemu tatu zilizokuwa sawa, basi kila kimoja kati ya vile vitatu kimechukua nafasi ya thuluth kwa hiyo thuluthi tatu hutengeneza kitu kamili. Ikiwa mtu anamiliki shilingi laki tatu basi, kila laki moja alionayo itaitwa thuluth. Kul huwa llahu ahad imepata fadhila kubwa kiasi ambacho imefikia kuwa ni thuluthi ya Alquranul Karim, ina maana ya kwamba kul huwa llahu ahad imebeba kheri nyingi, fadhila kubwa ni thuluthu al-Qur'an. Na mtume sallallahu llahu alaihi wasallam alimwongoza sahaba wake Sa'ad ibnu abi Waqas katika taaluma ya wasia, na kwamba Saadi yeye alikuwa anataka kutoa kingi katika mali yake kwa njia ya wasia akitoe nje ya warathi wake, na yeye alikuwa ni tajiri, kwa alitaka kutoa kingi zaidi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamzuia. Nusu ya mali yake alipotaka kutoa alimzuia. Aliposema thuluth, yani, ya Rasulullah, mi nitatoa thuluthi, basi mtume akasema athuluth wa thuluthu kathir Sawa, ni thuluth lakini siwe zaidi ya hapo, na hiyo thuluthi nayo pia ni nyingi. Kwa thuluthi ya mali ni nyingi, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kasema, wa thuluth kathir. Na ndio maana maulama wakachukua hukumu hapo kwamba katika kuhusia mali fulani katika kiwango cha mali ya huyo anayetaka kufa, kitumike kwa ajili ya mayatima au kigawiwe kwa ajili ya fukara masakini, wakasema isiwe ni zaidi ya thuluth, kwa sababu kiwango alichokiruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kilikuwa ni thuluth, na hicho nacho akasema ni kingi, kama kwamba alitamani mtu akifa, basi asitoe hata hiyo thuluth katika wasia, labda iwe chini ya thuluth ili warathi wake wafaidike na mali ambayo ikaiwacha huyu anayefariki. Sisi tunapopataka katika maelezo yote hayo ni ile kauli yake alayhi salatu wassalam, wa thuluthu kathir, na thuluthi ni nyingi. Kwa thuluthi huwa imebeba idadi kubwa pengine robo ya kitu bado mtu anaweza akaona ni kitu kidogo hicho, ukilinganisha na robo tatu zilizobakia, lakini thuluthi ni moja juu ya tatu. Wa thuluthu kathir, na kul huwa Allah ahad imechukua ufadhila na utukufu hali ya juu kwa sababu imefikia kiwango cha thuluth ya Qur'an katika ule ubora wake, ingawaji yako maelezo mengi ya maulama hapo katika kutaja sababu ya kuitwa kul huwa Allah ahad ni thuluth. Baada ya utangulizi huo, nataka kueleza mbele yenu ndugu zangu Waislamu, na huu mwezi wa Ramadhani tushaimaliza thuluthi. Thuluthi hii ikiwa tumeshaikata, ina maana ya kwamba safari iliyobakia sio refu tena. Na bila shaka kila anayezingatia ataona kwamba kila mwaka mwezi wa Ramadhani unakatika kwa kiwango kikubwa zaidi na unakwenda kwa spidi kubwa. Siku zilivyokwenda katika ramadhani ya mwaka huu ni tofauti kabisa na mwaka jana, na mwaka jana uliuzidi mwaka juzi kwa kuwa spidi iliyokuwa kubwa, na hizo ni katika alama za kiyama. Muumini anatakiwa atanabahi, azidishe toba, ajiwahi kujikimbiliza kwa Mola wake, atafute usalama wa akhira yake akithirishe imani na ihtisab, kuamini malipo na kutarajia malipo. Kadiri siku zinavyomalizika na umri unavyopungua, ndivyo muumini anatakiwa awe makini zaidi katika machumi, kwa sababu ni siku za nafahat, siku za khairat. Zikimalizika bila ya mwanadamu kujiandaa vizuri, itakuwa ni majuto. Tuzitumieni siku zetu vizuri katika Ramadhan, tufaidikeni na tilawatu lquran, tutoeni sadakat kwa wingi. Ikiwezekana kila siku mtu aainishe kiwango ambacho atakitoa cha sadaka yake. Kwa mfano, atasema mimi kila siku moja Ramadhan nitatoa elfu kumi au kila siku moja nitatoa elfu tano au kila siku nitatoa elfu mbili Famin muqillin wa mustakthir, tena atapatikana anayetoa kwa uchache na anayetoa kwa wingi min saatihi. Qur'an inatuambia mtu ailishe familia yake, atoe katika matumizi yake kwa mwenye uwasa kulingana na uwasa wake wa man qudira alayhi rizquh falyunfiq mimma ataahu Allah, na aliyebaniwa rizqi yake ikawa kidogo ndogo, atoe katika hicho ambacho mola wake kampa. Hapo tunapata mafunzo kwamba yahtalifu dhu saatin amman qudira alayhi rizquh Anatofautiana yule mwenye uwasaa wa kimaisha na kipato, ukimlinganisha na yule ambaye ikabaniwa rizki yake kwa. Asijifananishe tajiri na maskini katika utoaji, lakini pia alitakiwa na huyo ambaye kudira aleihi riskuhu atoe na yeye katika hicho ambacho Allah amempa. Asije akaona muislamu kwamba mimi kwenye Ramadhani ni wakupewa tu, akajiona yeye sio wa kutoa. Hapana.

Muislamu atoe atoe, na hiyo ndio ndio njia bora zaidi ya kuchuma, kwa sababu ukitoa, kwanza, utapata ujira wa akhira; pili, utalipwa duniani kizuri zaidi kuliko ulichotoa; tatu, utapata kitu kinaitwa al-yaqini, ule uhakika wa iman kwamba kweli ukitoa, Allah kuzidishia, jambo ambalo litafungua mlango wa ziada wa utoaji. Nasallallahu azza wa jalla an yamunna alaina wa alaykum bil yaqini wal ikhlas.